anda ya mkrogezi kwa ajili ya kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa hoja zilizoibuliwa katika ukaguzi uliofanywa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2023-2024 alifanya ukaguzi wa taarifa za hesabu za halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa zilizoandaliwa kufikia tarehe Tari 30 Juni 2024, na pia katika maeneo mbalimbali tuliopo eneo la usimamizi wa mapato, eneo la usimamizi wa matumizi, manunuzi, miradi ya maendeleo na maeneo mengine, na kutoa taarifa katika ukaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ishirini na nne, jumla ya hoja arobaini na nane ziliibuliwa. Hoja za miaka ya nyuma ambazo wakati wa utoaji wa taarifa zilikuwa bado hazijafungwa ni thelathini na tatu. Hivyo, jumla ya hoja zote zilizowasilishwa katika taarifa ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ishirini na nne ni jumla ya hoja themanini na moja. Aidha, maagizo ya kamati ya bunge yaliyotolewa mwaka wa fedha 2019-2020 na mwaka wa fedha 2024-2025 yalikuwa jumla tisa. Management kwa kushirikiana na wakaguzi iliweza kufanyia kazi mapendekezo ya wakaguzi na baada ya vielezo kwa jumla ya hoja 42 ziliweza kufungwa. Tulikutana leo katika mkutano huu maalum wa kujadili taarifa ya mdhibiti mkuu wa hesabu kwa hesabu ni mwezi wa 30 Juni 2024. Mwisho wa Tunakutana tena katika mkutano huu maalum wa baraza la madiwani ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo yaliyotoa ofisi ya rais TAMISEMI kupitia maelekezo ya TAMISEMI. Katika maelekezo hayo, inapaswa taarifa ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa hesabu za mwaka 2024 iwasilishwe kujadiliwa katika mkutano maalum huu. Kimsingi ndio ambalo tumefanya leo kwa kila halmashauri mara baada ya kupokea kwa taarifa husika. Aidha ilielezwa pia ninapaswa kushiriki katika mkutano huu kwa pamoja tuweze kujadili taarifa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Hivyo leo nashiriki mkutano huu wa baraza ya maalum na madiwani pamoja nani, kwa ajili ya kujadili taarifa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu kwa ambazo zimeishia aii Juni kama ilivyo agizo. Mheshimiwa mwenyekiti, nitumie nafasi hii kwa nafasi ya pekee na kwa idhini yako mheshimiwa mwenyekiti kuipongeza halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa kwa kupata hati safi ambapo hati safi ya ukaguzi inafanya halmashauri a kuendelea kupata usafi kama mwaka elfu mbili na ishirini na maagizo tulivyosema o tae ao yafa kuondokana na changamoto ya halmashauri kuwa na hoja nyingi nani ambazo hazifanyiwe kazi. Ninasisitiza kuwa kamati ya fedha ambayo inakutana kila mwezi iwe na ajenda ya kudumu ya kujadili mwenendo wa ujibuji wa hoja za ukaguzi wa ndani na ukaguzi wa nje ili kwa pamoja tuweze kupunguza hoja za halmashauri. Pia taarifa ya CAG imebaini kukosekana kwa usimamizi wa ruzuku ya ununuzi wa chakula kwa wanafunzi waweni shilingi b hivyo niendelee kusisitiza mashauri. Kwa hiyo usimamizi madhubuti wa ruzuku za fedha ya chakula kwa ajili ya wanafunzi ili malengo ya Serikali yafikie. Ambazo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwambia tu hili ndo baraza la madiwani pekee ambalo limeweza kukusanya aaasilimia mia kumi na mbili mwaka jana, sio hiyo baraza la madiwani ndo baraza pekee kila kata nayo inapopata

chakuwa mwenye kiti, nikupongeze sana mkuu wetu wa wilaya kwa ushirikiano wako uliotuonyesha sisi kwenye baraza letu la madiwani. Umesimamia hoja na leo penye hoja umekuja, ili uone hoja ziko ngapi na umesikia hoja ziko ngapi, se akasema katupongeza, lakini tukushukuru kwa kutupongeza, na sisi tukuhakikishie hao waliobakia watatoa ushirikiano kama nyenya lako atazileta na hoja nyingi zipungue. Umetulia wilaya Mpwapwa, mji umetulia Mpwapwa, wanajua sana vibaka gesti wapi? Sasa hivi hivinidojuwan hapa, wizi wizi umepungua. Kwanza kabisa ni washukuru sana sana waheshimiwa madiwani kwa mkutano huu, lakini kwa yote ambayo tumeyafanya kwa kipindi chetu ambacho tulikuwepo kwa miaka mitano. Kama tunavyofahamu baraza ndio injini. Hiyo baraza lolote haliwezi kufanyika. Kwa hivyo mambo mengi ambayo tulikuwa tunajadiliana, tunashauriana, tulikuwa tunatekeleza kwa pamoja na <Gesilla> hatimaye kufikia kufanya mambo vizuri ikiwemo ya mapato ya usimamizi wa miradi. Nashukuru na waheshimiwa wabunge, kwa nini kwa kupangania katika masuala mbalimbali tumeshirikiana nao vizuri. Kwa hapo niseme tu, ninawaombea sasa wote kwanza washimiwa wabunge na nyinyi mweze kurudi ili tukutane tena na tuweze kushirikiana tena. Nishukuru pia ofisi ya mkuu wa wilaya, yeye mwenyewe na kamati yake ya usalama.